Jambo nyote, mimi ni Alfadi na tunataka kuwakaribisha kwenye video ya mwisho kuhusu sifa saba za Yesu, kwa nini Yesu ni mkuu katika Qurani. Na ni wazi, kila tunapozungumzia Yesu kwenye Qurani, mtu ambaye kwa kawaida anafahamishwa naye na marafiki zetu wa Uislamu angekuwa Muhammadi. Naamini kwa kuzingatia sababu sita za mwisho pekee, ambazo kwa njia Sam alizichagua hizo sababu saba kati ya nyingi tu katika Qur'ani. Kwa hivyo hatuweki mipaka kwa wale tu tunabali kwa kuwatumia wale peke yao. Nadhani hakuna aliyebaki na shaka kuwa hadhi ya Yesu kwenye Qur'ani ni juu sana kuliko nabii yoyote akiwemo Muhammad. Kwa kweli tumedhihirisha kwa njia yenye nguvu kwamba Yesu ni sawa na Mwenyezi Mungu kwa kukiri kwa Qur'ani, na leo tunaenda kumalizia kwa sababu nyingine kwa nini Yesu ni mkuu kuliko ukweli kwamba Yesu, kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani na mtunzi wa Qur'ani, alipaa sio tu mbinguni, bali alipaa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu aliye juu ya mbingu. Sam, asante tena, tuna nini kwa watazamaji wetu wa leo. Utukufu wote umwendee Bwana wetu Yesu Kristo, hata kutoka katika Qur'an. Bwana wetu Yesu Kristo, mwenye enzi juu ya mbingu na nchi, mwana mpendwa wa Baba yetu, na mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Hata kutoka kwenye Qur'an, Bwana Yesu anaweza kuleta ushahidi kuwaongoza Waislamu kwa Injili ya kweli. Hivi ndivyo Yesu Kristo alivyo mkuu, kama tulivyosema tena na tena. Tunaamini kuwa Qur'an imeongozwa na shetani, na bado kile ambacho shetani alikusudia kwa uovu, Bwana Yesu sasa anatumia ule uongo wa shetani kuleta uzuri mkubwa, kuwaonyesha Waislamu njia ya wokovu kwa kumgundua Yesu wa kweli na siyo Isa wa Qur'an, bali kwa kutumia Isa wa Qur'an ili kuwaleta kwa Yesu Kristo wa kweli. Bwana Yesu atukuzwe sana katika hilo. Kama tulivyosema, uh, katika kipindi kilichopita, Yesu alifanya miujiza sawa na Mwenyezi Mungu, ikionyesha kwamba yeye ni muumbaji, mtoa uhai pamoja na Mwenyezi Mungu, Mungu wa Kiislamu, ingawa hatuamini kuwa yeye ni Mungu wa kweli, tofauti na wakati ambapo hawakufanya miujiza. Na tena nataka tu kusoma ukweli huo kwa sababu hapa kuna kitu cha kushangaza kidogo. Wanataka kukataa kuwa Yesu ni nabii kama Musa na kusema kuwa Muhammad ni nabii kama Musa, ingawa Muhammad hakufanya miujiza hata mmoja ambao ingemfanya astahili kuwa nabii kama Musa. Kwa hiyo ninachotaka kufanya ninapoingia katika moja ya miujiza mikubwa ambayo Qur'ani inamtaja Yesu ni kupaa kimwili kwa Mwenyezi Mungu na kukaa pamoja na Mwenyezi Mungu kule alipo mbinguni. Sasa twende kwenye muujiza mkuu katika makadirio yangu, kwamba Qur'an inamhusisha Yesu kupaa kwake kimwili kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Kwenye Qur'an sura ya tatu, aya ya 55, inasema hivi pale Mwenyezi Mungu aliposema: E Isa, mimi nitakufisha na nitakunyanyua kwangu na nitakutakasa na wale waliokufuru, nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya kiyama inasisitizwa tena katika sura ya nne, aya ya mia moja hamsini na nane inasema hivi lakini Mwenyezi Mungu alimchukua Isa, yani Yesu ni juu yake. Mwenyezi Mungu alikuwa mwenye nguvu na hekima. Kwa hiyo hapa Qurani inasema Allah alimchukua Yesu kimwili apande mahali alipo yeye. Allah yuko wapi kwa mujibu wa Qurani?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 sasa kulingana na tafsiri uliyosoma inasema kwamba alipanda juu ya kiti cha enzi, yeye hayuko kwenye kiti cha enzi, na neno la kiarabu istawa, sivyo? Basi Mwenyezi Mungu yuko wapi baada ya kuziumba hizi mbingu saba na ardhi saba kwa siku sita? Sasa yuko juu ya kiti cha enzi. Tusome hapa, hufunika usiku kwa mchana ufuatao upesi upesi, najua na jua na mwezi na nyota zinazotumika kwa amri yake. Sasa sura moja zaidi, ya hamsini na saba na aya ya nne hadi ya tano nayo inasema yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku sita, kisha akakaa vyema juu ya enzi, anayejua yanayoingia katika ardhi, nayo yanayotoka humo, na yayoteremka kutoka mbinguni na nayopanda humo naye yu pamoja nanyi popote mlipo na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona mnayoyatenda. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wake, na mambo yote yanarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Swali: ikiwa Mwenyezi Mungu yuko juu ya enzi na anatawala kutoka kwenye kiti hicho, zile mbingu saba na nchi saba. Sasa kwa nini ninasema nchi saba? Kwa sababu kwa mujibu wa sura ya sitini na tano aya kumi na mbili ya Quran, mwenyezi Mungu aliumba ardhi saba kama alivyoziumba mbingu saba. Kwa hiyo kuna ardhi saba, kwa mujibu wa kosmolojia ya Quran. Na kutoka katika kiti hicho anatawala, na anatawala mbingu saba na ardhi saba, na anajua kila kitu kinachotokea na mbingu saba na ardhi saba. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu alimchukua Yesu kimwili na kuwa pale alipo Mwenyezi Mungu, hiyo haimaanishi kwamba Yesu sasa yuko pamoja na Mwenyezi Mungu kimwili wa kiti cha enzi juu ya mbingu saba na juu ya ardhi saba? Namaanisha, Biblia ilituambia hivyo sasa. Hilo ndilo neno la kweli la Mungu, lakini unaniambia, hitimisho pekee la kimantiki la kauli hizo ni kwamba Yesu sasa yuko pamoja na Mwenyezi Mungu kimwili juu ya viumbe vyote juu ya mbingu zote saba na ardhi saba. Lakini basi, anawezaje kuwa kiumbe ikiwa ameinuliwa juu ya uumbaji? Ikiwa yeye ni kiumbe, lazima afungwe kwenye mbingu saba na ardhi saba. Lakini si hapo alipo, yuko pamoja na Mwenyezi Mungu juu ya mbingu saba na ardhi saba kama kiumbe halisi. Lakini Muhammad yuko wapi? Kwa kuwa Yesu alitoka kwa, kwa Mungu, alirudi kwenye chanzo chake cha asili lakini kwa vile Muhammad ametoka kwenye udongo, je, alirudi udongoni? Tuko hapa kwenye sura ya 39 aya ya 30 ndani ya Qurani, inasema kwa hakika wewe utakufa na wao watakufa. Hivyo Muhammad anakufa kama wengine, na sasa sura ya 3 aya ya 144, na hii inahitimisha mfululizo wetu. Hata Isa wa Qurani ni bora kuliko Muhammad. Ingawa Isa ni bandii, lakini bado picha ya Isa inaweza kuwaleta Waislamu kwa Yesu wa kweli. Kwa hiyo sura ya tatu aya ya mia moja arobaini na nne inasema hivi: na Muhammad hakuwa ila ni mtume tu, wamekwisha pita kabla yake mitume. Je, akifa au akauawa ndiyo mtageuka mrudi nyuma? Na atakayegeuka akarudi nyuma, huyo hata mdhuru kitu Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atawalipa wanaomshukuru. Ndiyo, sasa turudi nyuma itapokuja kwa Muhammad kwa sababu Muhammad si mkamilifu na ni mpotovu, mwenye nia mbili, mzinzi, mtenda dhambi, asiye na maana, ambaye mara nyingi Mungu wake alitishia kumuua na kulaani ikiwa hata ti maagizo aliyopewa, ambaye hakujua nini kingempata, lakini pia amekufa na kuzikwa. Na bado Isa wa Qur'an ametukuka kwa Mwenyezi Mungu, juu ya viumbe vyote, atarudi kimwili ili kuwahukumu wale walio hai na waliokufa. Haleluya. Nadhani kama Ungetazama mfululizo huu wa video, ni video chache tu, ungekuwa na chaguo ila kuyacha kwa hitimisho kwamba Qur'ani ilinua hadhi ya Yesu kuzithibitisha kile ambacho Biblia ilisema miaka mia sita kabla ya Qur'ani. Kwa kweli ningepingana. Biblia nzima, jalada hadi jalada, tayari limesema juu ya ukuu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo, Sam, ungekuwa na ujumbe maalum kwa marafiki zetu wa Waislamu? Nataka Waislamu kutoka miooni mwao wamlilie Mungu wa kweli na wamuulize Mungu wa kweli, Ee Mungu, nionyeshe ukweli, Muhammad ni nabii au Yesu kweli ni neno lako la milele ambaye alikuja akafanyika mwili, mwanao aliyekuja ulimwenguni kuokoa maisha yetu kutoka dhambi zetu? Ni yeye kweli Bwana aliyefufuka, aliyefufuka kwa utukufu na ambaye atafanyika kuwa tumaini langu la pekee na wokovu wangu tafadhali nionyeshe na kuhakikishia. Ndugu yangu, ukilia kutoka moyoni mwako, maana Mungu anasema, ukinifuata na ukinitafuta kwa moyo wako wote, hakuna masharti. Huwezi kumwambia Mungu anachoweza kuwa hawezi. Unachotakiwa kufanya ni kusema, Mungu nifunulie haya kama Yesu ni mwanao wa kweli Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ambaye ni tumaini langu la pekee na wokovu wangu. Na kuahidi ndugu yangu, Yesu atajidhihirisha kwako na utamjua Yesu wako wa kweli, Bwana na Mwokozi, Baba yetu Mwana ambaye alifanyika mwili akafa kwa ajili yako ili kukuokoa, kwa sababu anakupenda kwa uzima usio na mwisho na wa milele. Itakuwa ni suala la muda tu ambapo utaungana nami kama ndugu na dada zetu katika Bwana Yesu Kristo, mwana wa kweli wa Mungu, tumaini letu la pekee la wokovu. Amina ndugu, asante sana, na kila mtu tafadhali weka ujumbe huu moyoni. Bwana akubariki sana.